You, Jesus. Glory to God. Amen. Basi Mungu wetu akubariki. Karibu sana. Karibu sana. Asante kwa kujiunga nami siku ya leo. Amen. Katika siku nyingine ya Jumatano ambao Mungu wetu ametupa. Unaponitazama, Mungu akubariki, Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa dakika chache tu ningetaka nikaweze aa, kukufunza. Ningependa tukaweze kuwa na wazo la siku, alafu baadaye nikaweze kuja moja kwa moja kuweza kutafsiri ndoto zenu. Amen, amen. Baba, asante kwa ajili ya siku hii. Asante kwa mtazamaji wangu, naomba utawabariki utasema nao, jina lako litatukuzwa. Asante kwa siku hii, wewe ni mwaminifu. Amen. Nataka nikaweze uh, kukufunza tu kwa ufupi na kwa dakika chache sana kuhusu faida ya kubaki kimya, faida ya kunyamaza faida ya kuwa kimya, faida ya kunyamaza, ndilo wazo letu la siku ya leo. Kumbuka jana tuliona hata mpumbavu akinyamaza anahesabiwa kuwa ni mwenye hekima, mpumbavu akisimama anahesabiwa kuwa mwenye hekima kuna faida ya kunyamaza, kuna faida ya kubaki kimya. Kuwa kimya haimaanishi kwamba wewe uh, hauelewi unachokifanya, ila ni busara. Kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka kumi na nne na mstari wake tutaanzia kumi na nne Exodus chapter number 14 Acha tuanzie verse namba 14. Amina, inasema hivi, yasema hivi, wazo la siku ile ni wazo la siku ya leo. Amina, inasema Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza Kimya. Leo ninakupa wazo la siku amen, ambalo litakusaidia katika kipindi kigumu unapitia, ama kwenye matatizo na changamoto unapitia. Mwana wa Mungu, najua kuna mambo unayapitia leo, kuna ugumu unayo unaouona leo, kuna mambo ambayo hayaendi sawa kitu moja ningetaka nikukumbushe ni kwamba mateso ya wenye haki ni mengi, mateso ya wenye haki ni mengi na Mungu anawakomboa nayo yote. Maandiko yanasema mwenye haki huanguka mara saba kisha akasimama tena. Hiyo inaonyesha kwamba Mungu anakutilia udhamana ama Mungu anakuchukua kuwa wewe ni wadhamana kwake ikiwa bado utaanguka mara saba na bado wakusimamishe, inaonyesha kwamba wewe ni wa maana sana. Tatizo ambalo tuko nalo ni kwamba kama wanadamu tunaweza kuona labda umeanguka, umeanguka, tukaanza kukuhukumu, tukaanza kukurushia maneno, tukaanza kuongea mambo ambao hayafai, hata wakati mwingine tukazidisha chumvi kwenye kinonda, kwa maana kwamba tukaongea mambo ambayo sivyo vile ilivyo. Wakati mwingine hata kama unapata habari ama taarifa labda kuhusu mtu ama kuhusu taarifa ama umepata habari kukuhusu, nataka ukajue hivyo. Wakati mwingine keti chini, anza kutafuta kujua wa, u, amin uhalisia ama ukweli wa jambo lile kabla ukimbilie kufika mahali pa kuanza kusema ni kweli ni kweli ni kweli, wapaswa kuwa na swali, ni nini kilifanyika huyu anaponipa habari hii? Huyu anaponieleza hivi kuhusu mtu fulani, ni nini kilifanyika? Kwa sababu hawezi akawa yeye ndiye mkweli, hawezi akawa anakuja kuniambia kwamba fulani amefanya hivi wakati ambapo huenda sina ma, ma, si, sina ukaribu naye, sina ma, nimekuwa sina ma, mawasiliano mazuri naye. Mbona anieleze? Mbona aende akiongea kuhusu fulani? Wapaswa kuwa na maswali ukajiuliza, ikiwa unataka kuona ushindi, unataka kuwa na siku njema, kwa sababu kuna watu wapo tu wakuharibia siku yako. Tafuta kuelewa uhalisia ukweli wa jambo lile. Huyu mtu anayeniambia, sawa, ameniambia upande wake, na je yule anaye anayeongelea anasemaje? Kwa sababu mara mingi watu ambao nimekuja kuelewa kama mchungaji, watu wengi ambao unakuta anatoka na maneno, utafuta kujipendekeza, anatafuta kufunika kile kimefanyika kule. Wengine kama wachungaji tunawakemea alafu baada ya kumkemea anaondoka, anataka kujifunika, anawahi kwenda kuongea, ndio usifanye nini, usije kuongea kwake. Anaona ya kwamba da, nikisha sema hivi nimeweza kumanipulet mawazo ya watu, hata mchungaji ama fulani akiongea, hamna mtu atamwelewa. Kwa hiyo ni vizuri sana wakati mwingine kuwa makini na taarifa. Nilikuambia hivi jana, mahali unapopata taarifa taarifa unazozipata zinaweza kuathiri maisha yako kwa uzuri ama kwa ubaya. Zinaweza zikakuathiri kwa uzuri ama kwa ubaya kwayo. Kwa hiyo kuwa mwangalifu, mtu anapuru, anapuruka tu na maneno anatoka. Hebu angalia uhusiano wako naye, angalia uhusiano wako naye, nia yake ni nini? Kwa nini amekueleza kati yake na yule ambaye anakueleza, ni nini kilifanyika? Yule ambaye anayemwongelea, anasema nini? anasema nini kumuhusu? Sasa naomba nisikize, mwana wa Mungu, Mungu anasema hivi. B A, Biblia inasema Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Unapokuwa na uwezo wa kunyamaza inaonesha unamwambia Mungu ya kwamba chukua usukani. Kunyamaza wakati mgumu, wakati wa changamoto, unamwambia Mungu chukua usukani. Vita hivi sio avya kwangu. Una uwezo wa kujibu. Una uwezo wa kujipigania na kujitetea. Lakini Mungu anataka unyamaze; muachie na ndio maana Bibilia inasema vita ni vya Mungu, ushindi ni wetu. Kama wana wa Mungu hatujipiganii. Kama wana wa Mungu hatujitetei. Kama wana wa Mungu tunamwachia Mungu atupiganie. Maana unapofika mahali pa kupigana, unapofika mahali paku, pa, pa kuanza kujitetea, unamwambia Mungu kaa kando nishughulikie hili. unapo unapomwambia Mungu kaa kando nishughulikie, kwa maana ya kwamba unaamua kujitetea, basi unamwambia Mungu wewe hauwezi hili. Na hapa ndipo wengi wameshindwa, hapa ndipo wengi wamefail. Mahali Mungu anataka ku, akutetea kupiganie wewe, unataka kupigania. Kwa maana kwa, kwa lugha nyingine ni kwamba unaketi kwenye kiti cha hukumu, unaketi kwenye kiti cha Mungu. Sasa Mungu anakuondokea. Wengi wenu mmeachwa na Mungu wakati ulikuwa unapitia kipindi kigumu. Mungu anataka umtegemee hata wakati ambapo mambo ni magumu kwako. Mungu anataka umtegemee kama vile Danieli alivyomtegemea alipotupwa kwenye tundu la simba, bado alimtegemea Mungu. Unajua hivi, mwana wa Mungu, nimeamka nime asubuhi ya leo, Bwana akawa anazungumza nami, akawa ananikumbusha kuhusu Ayubu. Ayubu, hata wakati kila kitu kimeisha, watoto wamekufa, mali imeisha kwa siku moja, mambo imeharibika, yani kwa siku ayubu amefilisika. Do you know, bibilia inasema ayubu akumuhesabia mungu kwa upumbavu. Ayubu alikimia, akainama mavumbini, akasujudu, kasujudu, kwa maana ya kwamba anamwambia Mungu, tawala hivi vita sio vya kwangu, ni vita vyako Bwana, tawala. Hebu tu tuangalie mwisho wa ayubu ulikuwaje? Mwisho wa Ayubu, Mungu alimrudishia zaidi ya vile alivyovipoteza. Mungu alirudisha huyu Ayubu, akafika mahali akasema, najua mtetezi wangu yu hai, hata kama mwili huu ukiharibika, nitamwona Mungu. Hakuona waliokuwa na mkejeli, macho yake haikuwa kwa wale waliokuwa na mtusi. Mpaka watu wakawa wanamwona Ayubu anasema ni mtu wa kujitetea, wanamwambia nyamaza wewe una yaani, anaonekana anajitetea, lakini Ayubu alijua mtetezi wake yuko hai, hakujibishana na hawa watu, alimwangalia Kristo. Alinyamaza. unapokuwa na uwezo wa kunyamaza kipindi kigumu, namba moja, inaonyesha ukomavu, inaonyesha wewe ni mkomavu. Maana ukomavu sio miaka ambao umetembea kwa uokovu. Ukomavu ni kuwa na uwezo wa kukabiliana na mambo ama changamoto zinazokuja. Kwa hiyo kunyamaza ni ukomavu, inaonyesha uko machua. Namba two, unaponyamaza, unaonyesha ya kwamba kikamilifu, asilimia mia kwa mia, tegemeo lako liko kwa Mungu. Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza. sumuache Mungu akupiganie, sumuwache Mungu akutetee ni bosa na kusumbua mwachie Mungu. La kwako, ingia magotini. Kile unachoweza kufanya chema ni kuomba. Ni maisha ya ndoa yamekuwa magumu? mwachie Mungu e. hali ya uchumi imekuwa ngumu? wewe mwachie Mungu. Wacha Mungu akupiganie maana yeye ndiye aliyekuumba wewe. Ni udongo mikononi mwake, ana kusudi njema, ana wazo nzuri na maisha yako. Ngoja nikwambie, mwana wa Mungu, leo hii unaweza ona maisha yako yameharibika. Leo unaweza ukaona amna tumaini. Leo hii unaweza ukaona aa, ni kama Mungu, Mungu amekuachilia, lakini ukweli ni kwamba Mungu anakutengeneza. Mungu anakutengenezea njia. Mungu ameamua kubadilisha sura ya maisha yako. Siku zote unapoenda viwango vipya, Mungu anapokuinua kuna mambo yanatokea, kuna vita vitainuka, changamoto itainuka, maana ni mtihani wa wewe kwenda kiwango kingine. Kwa hiyo wakati mwingine unapoona wenzako wanapitia magumu, usiwacheke. Unapoona vita vinainuka, usiwacheke ama ukaanza kujiunga na adui zake kumpiga. Maana mungu huwa anaruhusu mambo mengine kama kuinuka ili huyu aende kiwango kingine, maana kila level unaenda kuna shetani wake. Kula kila kiwango unachoinuka maishani kuna mashetani wake. Kwa hiyo haya mashetani yatajaribu kuinuka. Sasa hatari inakuwa ni kwamba wewe kajiunga na adui zake, ukajiunga na watu wasiomtakia wasio mema, ukajiunga na watu wa kumpaka matope, kisha akainuka Mungu akamheshimisha wewe utakuwa wapi? Je, utaaminika? Elewa, kuna siri kubwa, kuna faida ya kunyamaza. Unaponyamaza unampa Mungu wepesi wa kukupigania, unampa Mungu wepesi wa kukutengenezea mazingira mazuri, yawe kupenya, unapompa Mungu nafasi kwa maana kwamba wewe kunyamaza unamwambia Bwana siwezi tawala, na ukimwachia Mungu basi utaona ukuu wa Mungu. Kwa hiyo nyamaza, alafu pia uelewe hii. Ikiwa wewe hautaki kunyamaza, utaki kumwachia Mungu, unakuwa ni mtu anayepiga makelele mbele zake, na Mungu hapendi watu wa makelele. Kunyamaza ni lugha elewa hivyo, kunyamaza ni lugha ya kiroho. Kunyamaza ni lugha ya kiroho, tujifunze na Yesu. Alipigwa, alitukanwa, alinyamaza kimya, sio kwamba hakuwa na jibu. Alikuwa na alikuwa nalo, alikuwa na, na majibu kwa kila swali alilokuwa ku, anaulizwa, lakini Biblia inasema alichagua Kunyamaza. Kama wewe ni Mkristo, jifunze chagua kunyamaza, na Mungu atakupigania. Ndilo wazo langu la siku, shikilia hilo, tembea nalo, utaona ukuu wa Mungu Baba katika jina la Yesu. Wabarikiwa nao, asante kwa siku hii, nimewapa wazo la siku, umuhimu wa kunyamaza, faida ya kunyamaza. Kawape ushindi, kawabariki na watamkia mema na watamkia ushindi kwa jina la Kristo Yesu. Nimeomba amen. Basi mwana wa Mungu barikiwe sana, Mungu akuinue. Ninakuja baada ya muda sio mrefu, saa tano nakuja na kipindi cha kutafsiri ndoto. Basi barikiwe sana, kumbuka kunyamaza ni hekima. Hata mpumbavu akinyamaza anahesabiwa kuwa na hekima. Shalom. Unatazama Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako.